nisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, uh, Dayosisi hii ya kusini tumepata neema ya kuwa na tamasha la uimbaji wa nyimbo za noten kutoka uh, majimbo saba yanayounda dayosisi yetu ya kusini, na ni kawaida yetu kwamba kila mwaka huwa tunakuwa na uimbaji wa aina hii. Kwanza tunakuwa na tamasha watumia vyombo lakini huwa tunakuwa na tamasha kama hili ambalo ni waimbaji wake wanatumia nyimbo za noten. Na mwaka huu tumefanyia hapa Njombe, katika chuo hiki cha Amani, chuo cha Kanisa la Kiinjili Kilutheri Tanzania, Dayosisi ya Kusini. Mwaka huu pia tunamshukuru Mungu kwamba kwaya takriban ishirini na nne zime, zime, zimeweza kufika kushiriki katika uimbaji huu, na kwaya hizo zimetokea uh, jimbo la Lupembe tuna kwaya kutoka jimbo la Chimala, tuna jimbo la Chunya, tuna waimbaji waliotoka jimbo la Ilembula, tuna, tuna waimbaji kutoka jimbo la Njombe yenyewe, tuna waimbaji kutoka jimbo la Makambako, na takribani waimbaji elfu moja na kitu hivi wameweza kufika mahali hapo. Kwa hiyo ukiangalia pamoja na wasikilizaji wengine, unaweza ukajua kwamba ni kiasi cha watu wengi kiasi gani wamepata neema kushiriki, na sababu kubwa kama mbili au tatu hivi, jambo la kwanza tunaandaa tamasha hii kila mwaka kwa lengo la kumtukuza Mungu, ndio hasa lengo kubwa. Watu tunapata na nafasi ya kumtukuza Mungu, kumsifu Mungu kwa njia ya vipawa tulivyonavyo kwa njia ya karama mbalimbali ambazo watu tumepewa. Kwa hiyo watu wanapata nafasi ya kueleza matendo makuu ya Mungu. Na hata katika neno langu la ufunguzi leo nimeeleza kwamba tupo hapa si kwa sababu ya mashindano. Jambo la kwanza, tupo hapa kwa ajili ya kumtukuza Mungu, kumsifu Mungu kwa matendo makuu ambayo ametutendea kama wanadamu. Hilo ni jambo la kwanza, lakini jambo la pili, kama dayosisi tuna utaratibu wa kufanya matamasha kama haya kwa lengo la kujenga au kuimarisha umoja zaidi wa kidayosisi, na kama nilivyokwisha kuambia, dayosisi yetu ni pana, inafanya kazi katika wilaya kadhaa. Inafanya kazi katika wilaya ya Njombe, inafanya kazi wilaya ya Wanging'ombe, tunahudumu wilaya ya Mbalali, tunaenda Chunya na tunaelekea mpaka maeneo ya kule Songwe. Kwa hiyo unaweza kujikuta mtawanyiko huo ni mkubwa sana. Kwa hiyo tunapokuwa na matamasha kama haya yanawaleta watu kujiona kwamba ni kitu kimoja, dayosisi yao ni moja, kutoka katika maeneo haya tofauti tofauti na umbali kama ulivyo. Kwa hiyo lengo la pili ndilo kuimarisha zaidi umoja kama wanadayosisi kupitia huduma ya uimbaji. Jambo la tatu ni kuimarisha huduma yenyewe ya, ya uimbaji kwamba uimbaji tunafundishwa kuimba kwa ustadi, kuimba kwa ufasaha kiufundi. Hata Biblia, hata Mungu mwenyewe anatamani tuimbe kwa ufundi zaidi. Kwa hiyo tunapokuwa na matamasha kama haya tunawaleta waamuzi wachache, uh, wataalamu ambao watatoa maoni mwishoni. Lengo ni kuimarisha huduma eh, ya uimbaji, tuweze kuimba katika ustadi unaotakiwa na tunamshukuru Mungu kwamba kila mwaka tunaona uimbaji unazidi kuimarika katika dayosisi yetu. Na labda wenda mtu angetamani kujiuliza kwa nini tumefanyia Njombe? Tumefanyia Njombe kwa sababu moja ni kawaida tunafanyia au tunafanya kwa majimbo. Kwa hiyo mwaka huu tunafanya hapa, mwaka ujao tunafanya hapa. Kwa hiyo mwaka jana tulifanyia kule Chunya, mwaka huu tumefanyia Njombe ili baraka hizo ziwafikie wana Njombe na bahati nzuri kwamba watu wameitikia wanakuja wengi, ni jambo la msingi sana. Lakini jambo la mwisho wa msingi ambalo natamani lifanue kwamba kila mwaka kwenye tamasha huwa tunakuwa na ujumbe maalum. Huwa tunakuwa na ujumbe maalum. Eh, mwaka jana tulikuwa na ujumbe maalum na mwaka huu tumekuwa na ujumbe maalum, na hata mwakani tutakuwa na ujumbe mwakani, ujumbe maalum. Ujumbe maalum wa mwaka huu kwenye tamasha hili ni linahusu lile swala la tumpate wapi mtu kama huyu ambaye ana roho wa Mungu ndani yake. Kuna kumbuka habari za mtumishi wa Mungu Yusufu alivyoweza kutumika kwa uaminifu, alafu baadaye watu wanasema tupate watu mtu kama huyu ambaye wao anahitajika. Nyimbo za utamaduni wimbole watatu wanajaribu kueleza umuhimu wa kuwa na viongozi wenye roho wa Mungu ndani yao. Hilo ni jambo la msingi sana, na naomba nieleweke kwamba unapozungumzia uongozi sio uongozi tu katika mambo ya siasa, uongozi ni katika taasisi zote unazozifahamu. Familia zinahitaji viongozi wenye roho wa Mungu ndani yao ili familia ziweze kujengwa katika ustawi unaotakiwa, lakini kwenye taasisi za elimu tunahitaji viongozi wenye roho wa Mungu ndani yao. Ukienda kwenye taasisi za za kiuchumi nazo zinahitaji watu wenye roho wa Mungu ndani yao ili wafanye kwa uaminifu unaotakiwa. Ukienda kwenye taasisi penginezo za, za kidini pia makanisa ma au misikiti, tutaweza kusema bado wanahitaji kuwa na viongozi ambao ndani yao wana roho wa Mungu ndani yao. Lakini katika nchi kisiasa, bado tunahitaji kuwa na viongozi wenye roho wa Mungu ndani yao. Sasa kisiasa hapo tunahitaji viongozi katika ngazi zote tu, na bahati nzuri mwaka huu tuna ni mwaka wa uchaguzi, mwaka wa uchaguzi. Kwa hiyo na najiona kwamba ni jambo la msingi sana kulikumbuka jambo hili, tunahitaji kuwa na viongozi wenye roho wa Mungu ndani yao, viongozi wenye roho ya Mungu ndani yao ni watu wanaopenda amani ni watu wanaopenda amani, wenye roho wa Mungu wanapenda amani, wenye roho wa Mungu wanapenda haki, haki itawale katika jamii. Au wana roho wa Mungu ndani yao, wenye roho wa Mungu wametawaliwa na roho ya upendo, wanawapenda watu wa Mungu wakijua kwamba wanampenda Mungu, kwa vyovyote vile watawapenda na watu wa Mungu wote bila kujali kwamba huyu ni nani na huyu ni nani, bila kuzingatia tofauti zetu za kisiasa, itikadi zetu, bila kujali kwamba hawa watu wana makabila ya kutoka makabila yapi bila kujali misimamo yetu na, na, mwenye roho wa Mungu anaamini watu wote ni wa Mungu, na hivyo Mungu anahitaji tupendane bila kujali tofauti zetu za kirangi au historia nyingine za kiuchumi na vingine vyote vile. Kwa hiyo nishukuru Mungu kwamba ujumbe ule, karibu kwaya zote zimesisitiza hivyo, kwamba tuishi tukiomba na kutamani kuwa na watu wenye roho wa Mungu ndani yao, ndani yao, na hilo litaleta ustawi katika jamii zetu, italeta ustawi mkubwa katika familia zetu, italeta ustawi katika mazingira tunaishi, na ufalme wa Mungu utajengwa. Ninaitwa Joshua Ngota, ninatokea jimbo la Makambako, ushirika wa Makambako na mtaa wa Makambako, dayosisi ya Kusini. Mimi ni mwimbaji wa kwaya Evangelisti, inayoshiriki leo tamasha la uimbaji, tamasha la dayosisi lililoandaliwa na ngazi ya dayosisi tamasha hili linakusanya kwaya nyingi toka maeneo mbalimbali hususan majimbo yote ya dayosisi ya Kusini. Kwa hiyo kwa ujumla wake, tunajifunza vitu vingi kupitia uimbaji, kwa sababu kila ukija kila tamasha linakuwa lina mabadiliko ya, ya uimbaji zaidi sana. Kila kwaya inafanya bidii ya kuona inatamani kumtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji kwa viwango vikubwa zaidi. Kwa hiyo kikubwa tu ni hicho, lakini pia ni kitu kizuri, kwa maana sisi waimbaji wa nyimbo unatamani sana kumtumikia matamasha kwa sababu ni karama ambazo Mungu ametupatia, na wengi wao wana hizo karama. Sisi tunafanya hivyo kwa ajili ya kutukuza Mungu kwa njia ya uimbaji. Naitwa George Mason Sanga, ni mmoja wa washiriki katika tamasha hili la uimbaji wa nyimbo za Injili katika ngazi ya dayosisi, Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania dayosisi ya Kusini. Dayosisi leo tuko hapa Njombe kama kanisa tukifanya huduma hii ya uimbaji jambo hili ni muhimu sana kwa kanisa lakini pia kwa waumini kwa ujumla wake, kwa sababu kuna faida kadhaa, mojawapo ikiwa ni kukuza uh, tasnia ya muziki. Hawa waimbaji tunakutana na hii, tunapata nafasi ya kuonjeshana bratha tofauti tofauti, kwa sababu walimu wanatofautiana waimbaji wanatofautiana asili za watu natofautiana na muziki ni kitu cha asili. Sasa tukielewa kwamba tunaingia kwenye uchaguzi eh, uh, sisi tunaungana wa Tanzania kujiuliza na kumwomba Mungu atusaidie tumpate mtu mwenye roho kama ya Yusufu. Majina ninaitwa Rusi Mbogela, natokea jimbo la Makambako, ushirika wa Makambako, mtaa wa Makambako, naingia kwaya ya unjilisti Makambako. Hili ni tamasha la uimbaji la dayosisi. Katika dayosisi yetu ya Kusini tuna utaratibu wa kufanya matamasha kuanzia usharika, jimbo, mpaka dayosisi, na huwa tunafanya uimbaji kukuza karama za waimbaji kutoka chini mpaka ngazi ya dayosisi.